Yatakuweka watu wakujue wewe ni nani kwa usahihi, kwa sura halisi ya kwako. Damu za watu zina madhara makubwa sana kwa mtu yoyote, kwa kiongozi yoyote. Usipolipa wewe, watalipa watoto wako kwa njia mbalimbali. Mimi nimetoka hapa, tumeondoka hapa saa moja na nusu asubuhi na makamu, gari yake ikiwa mbele, makamu Zanzibar, na walikuwa na, na na naibu na gari yangu ikiwa imefatana nao. Wao si wali penya, penya vipi pale Selander Bridge, wakavuka. Mimi nikasimamishwa pale Selander Bridge, polisi wakaongezeka, wakaniamuru nishuke kwenye gari. Mimi nikamwambia, kwa nini nishuke? Utaratibu wa, wa, wa, nchi yetu, kama mnaniaresti, mnaniambia bana Heche uko chini ya ulinzi kwa kosa hili, tunakupeleka same front. Lakini wakaongezeka, kuna bwana mmoja anaitwa Mgonja Somebody Mgonja na mwingine anaitwa Shomali Himbuka, wakaita polisi Shomali Himbuka na ana nyota tatu, na yule bwana Mgonja nafikiri ni RPC wa Ilala, kwa sababu tulikuwa naye tangu siku ya kwanza. Wakaongeza magari pale, baada ya mimi kusema sishuki kwenye gari na hakuna sababu ya kunizuia kwenda ninakoenda, wakaongeza polisi pale, wakaniambia watani force watanichusha kwa nguvu, nikaambia fanyeni. Mwisho wa siku tukajadiliana na wasaidizi wangu, akaniambia wewe shuka, kwa sababu aliniambia wa wananiingiza kituoni Salenda Bridge, nikashuka kwenye gari, wakaniambia twende kituoni, nimeenda kituoni. Kufika pale kituoni, mgonja akatuzuia, mnampeleka wapi? Nikaambia ameniambia wananipeleka kituoni, kwa sababu mimi kuniambia naenda kituoni, nilikuwa tayari. Kwa hiyo akarazimisha nipande kwenye gari la polisi, nikakataa sababu mimi niko kituoni, niingizeni kituoni. Wakanipandisha kwenye gari kwa nguvu na bwana mmoja e, namba zake nafikiri zi, tutazitoa baadaye, anaitwa Maria jina lake anaitwa Maria. Wakanifosi na huyo bwana imbuka wakanipandisha kwenye gari na wasaidizi wangu wote, gari ya polisi namba PT 5524 ilikuwa kwenye saa moja dakika arobaini na saba kuelekea saa mbili wakaondoka na sisi pale Pita Kawe, wakaingia mpaka kule Bahari Bichi, wakaingia kwenda Ununio. Kwa hiyo wakawa wanazunguka na sisi kule Mabwepande, si wapi Ununio ume, wanazunguka. Mwisho wa siku wakatupeleka kwenye saa nne, wakatupeleka kituo cha polisi wapi pale Mbweni, yes, lakini hatukuingia kituo cha polisi. Wakapaki pale, kuna msikiti kama mita mia moja kutoka kituo cha polisi. Kituo cha polisi unakiona, lakini mita mia moja wakapaki. Kuna mti pale, tuasimama pale, tunauliza hapa tunafanya nini? Asema subiri, subiri. Hatujanywa chai, tujafanya nini? Tumekaa pale mpaka kwenye saa tano ikaja gari ya polisi, gari nyingine inaonekana ina namba za kiraia t mia moja na moja DTX Land Cruiser hizi hardtop, ambayo ina rangi ya silver, wakatu amuru wa tushuke, sasa tuingie kwenye ile gari ya polisi, kwa sababu tulishazunguka sana pale ununio kule baharini kule, si mtawa hali api si mtawa, eh, mtawa nani Shirozi Banji, si mtawa nani, si Obama Street, wanatutembeza tu mle ndani kwenye majumba tunatokea huku, na wananchi walikuwa wanaona muda wote, tunazunguka mara tunazunguka barabara hiyo hiyo hata mara sita mara saba, tunaenda kutokea huko, tuenda tukapaki pale ikaje hiyo gari DTX, wakatwambia tushuke tuingie mle, tukagoma tukawambia, hatuwezi kuingia hapa, tupelekeni kituo cha polisi. Wakasema mkicheza hapa tutawaueni, shukeni, na ni gari na namba za kiraia tukashushwa pale kwa nguvu tukaingizwa kwenye ile gari. Mle kulikuwa na askari wengine wawili wamevaa, sijui kama ni askari, wamevaa nguo za kiraia na wanabunduki, na mmoja amevaa na nani, kofia kichwani, ana nguo za kiraia. Tulipoingizwa humo, tena gari ili ikaondolewa pale metembea, tukapita huko huko Mbweni tukaja tukafikishwa hapo e, Masaki karibu na Pantaleo pale, kuna kakituo ka polisi pale. Tukafikiri wanatuingiza mle, wakarudisha gari wakaipaki kwa nyuma, na ile gari nyingine piti namba ngapi alikuwa arasyo ambaye alikuja sasa na ile gari nyingine arasyo, alijitambulisha kama arasyo wa Ilala, ikaja ikapaki mbele yetu ikabrok sasa. Baada ya ile mazingira na muda unaenda, imefika saa saba wasaidizi wangu wakaanza kupiga kelele, mnatu, kwa nini mnatufanyia hapa? Mimi nitakiwa kumeza dawa, niliandikiwa dawa tangu saa mbili, nimeomba nitakiwa kumeza dawa saa nne, hawajaruhusu niletewe dawa. Na hapo tukakutana pia na dereva wangu, wamemwaresti. Kwa hiyo tumekaa pale, ilipotokea kelele ikabidi tena waondoe hiyo gari, wakatuondoa, tukazunguka kama, wameniambia wananipeleka polisi na ni hospitali, tukaenda kupaki Oyster Bay. Sasa Oyster Bay ile ya zamani kwa huku kwenye kuna limwembe yale magari yakapaki pale, na tulikuwa tuna uwezo wa kuona. Tukasikia wanasema Mliro. Kulikuwa na magari mawili meusi ambayo tunaambiwa moja VX alikuwemo Mliro, aenda, wakajadiliana naye, wakarudi wakasema bana, tunakupeleka nyumbani. Nyumbani wapi? Kambia sarasara. Wakawasha gari, tumeondoka kama tunaenda sarasara, inaelekea saa saa kumi. Saa tisa saa kumi tumevuka njia ya kwenda sarasara, tumevuka tumevuka nani ile nini ile Tegeta, tumevuka Wazo, tumevuka Boko, tuna tuko sehemu inaitwa Bunju. Sasa tukaanza kuwauliza mnatupeleka wapi, gari linaelekea huko. Nikawaambia watu wangu kwamba hao watu wana malengo mabaya, wanasubiri liwe giza watudhuru. Mmoja wa mlinzi wangu akashika steringi, gari iko mia ishirini, kwao tukaanza kuyumba. Nikamwambia shikiria, kama ni kudondoka tufie humo kuliko kwenda kuuawa na watu tunaowalipa. Kwao ikatokea vurugu vurugu, gari ikayumba, dereva yule alijitahidi, wakafanikiwa kusimamisha gari, na katika mazingira yale mlinzi wangu mmoja akafanikiwa kufungua mlango akaruka, na msaidizi wangu mlimi akaruka kwa mlango wa nyuma, kwa sababu pale, ile panic ya gari kuyumba, na ile gari iliyokuwa mbele ya polisi ikawa imetuacha mita kadhaa, ambayo alikuwemo Chacha na dereva wangu. Kwa mazingira ya sisi, labda ponapona yetu ni baada ya hawa mabwana wawili kushuka, na yowe ikapigwa pale, kwa sababu walisimama ili wawakimbize, lakini raia wakaanza kuongezeka kwa sababu nilikuwa namsikia msaidizi wangu anasema, Heche yuko humo anaenda kuuawa, saidieni. Watu wakaanza kukimbia kusogea pale, wakasema wakaona italeta vurugu, wakaondoa magari. Kwa hiyo nafikiri ndio pona pona yetu sisi katika mazingira hayo, wasitupeleke sehemu mbaya. Kwa hatukushushwa katika mazingira ya kawaida, ni baada ya watu ambao e, waliruka kwenye gari na kwa sababu wameishakaa na wale watu kuanzia asubuhi mpaka mchana mpaka jioni, wangeweza kuwataja kwa majina kwamba tulikuwa na wewe na wewe na wewe. Ndio sasa polisi wakaamua wakatupeleka kituo cha polisi, wakapaki pale pale Mbweni tena pale kwenye msikiti, tangu saa kumi na moja mawasiliano yanafanyika, huyo RCO, mpaka saa mbili usiku ndio wakatupeleka kituo cha polisi Mtongani Kunduchi, Mtongani kakituo kadogo tu hivi, wakatuchaji, wakatuambia wanatushtaki kwa kosa la kufanya, si kufanya mkusanyiko wenye vurugu, lakini kini macho tu kwa sababu walituandikisha. Mi nikawambia mimi sina maelezo, sijara tangu asubuhi, siko settled, sijanywa hata maji. Kwa hiyo wakasema tu tunaandika particular zako E, tutakuita muda tunaotaka. Kwa hiyo umejizamini, hakuna hata sehemu niliyosaini kama nimezaminiwa. Sasa haya mambo yanatuambia nini? Kwamba tuna jeshi la polisi linaloteka Watanzania na uthibitisho ni sisi na wengine wote. Mmemsikiliza alichozungumza Noel Hema. Pengine Watanzania mnachukulia haya mambo ni kawaida, kwa sababu hayajakufika nilikuwa naongea asubuhi na mke wa rafiki yetu, mjumbe wa mkutano mkuu wa CCM, Ndugu Daniel Choncholi ambaye amepotea leo ni siku ya 34. Yule mama ananiambia, wakati wote Chadema mlipokuwa mnazungumza kuhusu watu kutekwa na kuuawa na nini, mimi nilikuwa naona ni vitu ambavyo sisi haviwezi kutufika. Pain nilionayo haielezeki aniambie wamehangaika kutafuta mtoto lakini leo Mungu amewasaidia, na baba yao hayupo. Sasa hayo mambo ni kwa kila mtu, ni kwangu leo, kwako kesho, kwa kwa mwingine kesho kutu. Hakuna kosa lolote tulilofanya, hakuna kosa kwa mujibu wa sheria yetu kwenda